Na wakipigana ngumi, umeona wabunge wengi wanapigana ngumi kwenye mabunge huko. Au watu wanakutana kwenye chama cha siasa ikiwa naisha kukamatana na mashati. Ni kwa sababu ukisikia hiyo maanake ni kwamba kuna mtu mmoja amevunja taratibu. Na mtu mwingine anazio anaunga mkono ile taratibu mara. Watu wanashindwa kuelewana. Sasa sisi wana amani tunasema hivi. Uadilifu ni moja ya tunu ya taifa. Wanasiasa wafate hayo ambayo wamekubaliana. Mwisho katika eneo hilo. Taasisi za kidini zinaongozwa na nini? Nimesema serikali na viongozi wanaongozwa na katiba. Nimesema wanasiasa wanaongozwa ni, na sera zao na katiba zao walizojiwekea, lakini wanadini wanaongozwa nini? Kwa upande wa Kristo tunaongozwa na msahafu naitwa Biblia. Kwa ndugu zangu wa Islam tunaongozwa na msahafu unaitwa Qur'an. Tunaposema mtu hana sio mwadilifu kwa upande wa taasisi za kidini maana yake ni kwamba huyu mtu amekwenda kinyume kama ni Mkristo amekwenda kinyume na taratibu zilizowekwa katika kitabu chetu kitakatifu. Na kwa ndugu zangu Waislamu amekwenda kinyume na taratibu na maelekezo yaliyowekwa na Qur'an takatifu. Huyu mtu akienda kinyume na hayo amejiondoa katika sehemu ya uadilifu. Na kama akijiondoa katika sehemu ya uadilifu, maana yake atasababisha migogoro, atasababisha amani kutoweka, atasababisha watu wapigane. Ndiyo maana unaweza kushangaa hata kwenye dini huko. Dini zilikuwa ni di makimbilio katika karne zile za mwanzo mwanzo. 12 13, 13, 13, 13, 13 14 mpaka 16, kabla ya matendo ya Martin Luther, dini zilikuwa ni makimbilio ya wanasiasa, wakiwa wana shida watakimbia kwa Uislamu, watakimbia kwa kwa Kristo. Lakini siku hizi unaona mapigano yamo kwenye misikiti yetu ndugu zangu Waislamu, hayapo? Yamo. Mapigano yamo kwa kanisani, ndugu zangu wa masikopu, wanajuae, hayamo. Sasa unashangaa watu ambao walitazamia wakimbiliwe, ni wana maadili, washika maadili wao ndio wanavuruga maadili. Sisi wanaamani tunasema hivi: nyinyi watu wa serikali mwitii katiba ambayo tumejiwekea, nyinyi watu wa siasa tiini zile manifesto zenu sera zenu na polisi zenu. Lakini sisi pia watu wa vitabu tutii maelekezo ya Biblia kwa Kristo, na tutii maelekezo ya Qur'ani kwa upande wa Islam. Hakutakuwa na magombano Kimsingi, kama ungeeleza kwa kifupi, kukosa maadili ni kwenda kinyume na sheria, taratibu, miko ma na mafundisho yaliyokubaliwa na ile jamii yafuatwe. Usipoyafuata, maana yake wewe umeku, umekosa maadili.